Mkakae na wenye viti wa mitaa na vijiji, mwasukume sukume, sukume watekeleze wajibu wao. Mambo mengi tunatukanwa, rais anatukanwa, hata nyinyi mnaweza mkatukanwa kwa sababu wale wameshindwa kutekeleza wajibu wao vizuri, wananchi wanalalamika. Baadhi ya vitongoji havina umeme, lakini ukisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi imesema kila kijiji 20 25, kila kijiji kitakuwa na umeme na imetekeleza. Tengenezeni ushawishi ruhasa wanakuja kuchimba kilomita kadhaa hapa, iteni wananchi waone. Ikiwezekana, mheshimiwa diwani, shiriki na wananchi wako kuchimba hata mita kumi. Kwanza wananchi watakuwa na uchungu na mradi husika. Tunataka tukatimize ahadi zetu tulizoziweka, lakini tuzitimize kwa kufuata sheria, taratibu na nini. Wananchi hawana elimu hii sawa. Wananchi ni umma, una watu wengi, kwa hiyo sio kila anachokitaka Aa huku tuna taratibu zetu tuna vipaumbele vyetu. Isiwe kata moja nataka barabara, nataka shule kata moja. Kumbe sisi shule tumepanga kata fulani, barabara ni kata ya huku. Wewe kwa sababu ya pressure wananchi ukaja kuwa pressurize, ama bwana. Twende hivyo jamani. Tuna vipaumbele, tuna sheria, taratibu na kanuni. Hati safi, hati chafu zinatoka kwa sisi wote tukishirikiana kuzitengeneza hizo hati safi na chafu. Rushwa ni kula huduma za wananchi. Sio maana nimechukua rushwa la milioni moja. Huyu kala barabara. Tukajitafakari, tusiangalia tu kutoa pesa au kuhonga kitu chochote. Kumbe rushwa zina matabaka mengi kwao. Hata kama ungiwa kwenye familia yako jitathmini, kutoka asubuhi umeacha dagafu, naenda kula bakuli la nyama peke yako, rushwa.